Halmashauri ya wilaya ya Mkinga kwa kushirikiana na mradi wa Shule Bora wameendesha mafunzo ya kuondoa mdondoko wa wanafunzi ujulikanao DLI 1.5 ambao unalenga kuleta chachu ya mabadiliko chanya katika kupunguza kwa kiasi kikubwa utoro na mdondoko wa wanafunzi shuleni. Mafunzo hayo yaliyojumuisha wadau mbalimbali wakiwemo maafisa elimu kata, polisi kata, wenyeviti wa vijiji, wenyeviti wa kamati za shule, watendaji wa vijiji, walimu wakuu na wajumbe wa UWAWA, ambapo hapa mwakilishi wa mkurugenzi na wadau hao wanaeleza zaidi. Mafunzo haya ni muhimu sana kwa sababu yana lengo la kuwapa mbinu mbalimbali washiriki, kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kuwapatia fursa muhimu zaidi ya ujifunzaji bila kujali hali yao za kimazingira, hali yao ya kimwili pamoja na kiuchumi. Lengo lake kubwa kabisa ni kuhakikisha wanafunzi wote ambao wameanza wanamaliza kama idadi ile ile ambayo wameanza. Mafunzo haya ni muhimu kwa kushirikiana na wenzetu wa programu ya shule bora, sisi tunawashukuru, lakini zaidi sana tuweze kuwakazia eh, hawa washiriki wa kwamba watakapotoka hapa mafunzo haya yakawape sasa ari na moto wa kwenda kushirikiana na wazazi na jamii kwa ujumla kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi hawa wanapata fursa iliyo muhimu kwa ajili ya maisha yao. Lengo kubwa ya mafunzo haya ya leo ni kuimarisha uelewa kuhusu ujumuishaji wa wanafunzi wote katika ujifunzaji, lakini pili, kuweka mikakati madhubuti ya kukomesha mdondoko na utoro wa wanafunzi shuleni, lakini pia mafunzo haya yanalenga kujadili changamoto zinazochangia utoro na mdondoko na namna ya kukabiliana nazo. Na hili limetokea baada ya kuona wanafunzi wengi wanaoanza darasa la kwanza na wale wanaomaliza kuwa tofauti. Tunaanza na wanafunzi wengi lakini wanaokuja kumaliza wanakuwa ni wanafunzi wachache. Kwa hiyo tunatafuta suluhisho sasa la kuondoa tatizo hili ambalo tunalo sisi kama law enforcers, kwa maana a wasimamizi wa sheria, lakini pia eh, kama polisi kata ambao tuko karibu na jamii kwenye kata zetu jukumu e, letu kubwa hasa ni kusimamia, e, kusimamia e, sheria ambazo zipo, zipo kwa mujibu wa sheria, lakini pia zina uhusiano moja kwa moja na swala la elimu. Kwa mfano kwa mafunzo haya ambayo tunaenda kujifunza, tunategemea sisi sasa e, baada ya mafunzo haya e, tuweze kujua kwamba sababu ambazo zinapelekea e, mdondoko wa elimu pamoja na wanafunzi kuacha e, shule kwenye shule zetu e, kama zina uhusiano moja kwa moja na uvunjifu wa sheria kwa mfano wanaoacha kwa kupewa labda mimba au labda sababu nyingine zote ambazo ndani yake kuna, kuna makosa ya kisheria ambayo yapo. Kwa hiyo sisi kama wasimamizi wa sheria lakini pia ni wazazi, tunatakiwa kwenda kusimamia zile sheria ambazo e, kuwachukulia hatua wale ambao wanapelekea wanafunzi kukatisha masomo yao ili sasa iwe fundisho kwa wengine. Lakini pia kwa pande nyingine, sisi kama wazazi, kwa hiyo pia tuna jukumu pia la kuwaelimisha watoto wetu au vijana wetu pia e, juu ya umuhimu wa elimu na kuzingatia kwamba watoto wanaoanza shule ndio wanao wanaomaliza shule. Nimeshiriki kwenye mafunzo ya mdondoko wa wanafunzi mashuleni hususani shule za msingi. Mimi kama mwalimu wa darasa mlezi au mzazi, nina wajibu wa kuhakikisha kwamba mwanafunzi ambaye anaandikishwa darasa la kwanza ndiye ambaye atamaliza darasa la saba. Nimepokea mafunzo haya vizuri na naahidi kwenda kuyatekeleza kama nilivyoelekezwa. Mimi kama mwalimu, kama mdau wa elimu na mzazi kwa ujumla, ninategemea mafunzo haya yamenisaidia sana na nitaenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha uh, lengo kubwa la DLI moja pointi tano linafanikiwa. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya ya Mkinga, Nasoro Rashid, Mkinga DC habari.